Haya, safari kaendelea. Jiso for Love, mzee wa Isia akawa amekutana na, kwenye mic kuna Jongo Media TV. Sasa huku akawa e na mbwembwe nyingi alipoingia kule ndani. Sasa hebu tazama. Yeah, nafanya hebu nipigie moja kwanza hadi sie na tumara mumivya mapenzi sio sherehe nimekosa, kama umemwagurudi rudi basi, rudi nyumba hiyo. Jisulapu mzee wa Isia, anafanya pili mbapu Isia zinafantuma kufanya. Yes, asante Jiso Lavu okay. Kitu kinaitwa rudi, nyimbo yako mwenyewe inaitwa ya rudi okay. Toka ulivoondoka umeniacha mi vibaya, nimeshindwa ah, jiziwia hisia zangu, mwaya yule kaja huy wote wanataka kuolewa ah -ah, wananiumiza kichwa wananifanya nataka kulewa, mana usiku mpana, kuna mengi yananisumbua ah -ah, sisemi ya jana kwa kuwa yamiishakuwa ah -ah, na ndio mana maumivu ya mapenzi sio sherehe, nimeikosa nomba weke chakula kwa meza sote ture kosa na njomara maumivu ya mapenzi sio sherehe, nimekosa naomba weke chakula kwa meza sote ture tufute kosa kama umeamua kurudi kuru, rudi basi ludi nyumbani, na usisikie wapande wasemayo, rudi nyumbani we, kama umeamua kurudi kuru, rudi basi ludi nyumbani, yeye yeah, yeah na usisikie wapambe wasemayo rudi nyumbani, ludie ayo ludio aye ludie. Nimemtumanji wafikishe salamu kwako, na kifikisha basi ujue ujumbe wako, mana najua nimekukela sana, njiomana tasimwa upokei nimemfunga rafiki jaketi hunamnumia uongei na sikufuta ta namba zako. Maa kwangu sio mbaya, richa ya maneno machafu kwako sikuhona haya. Hey, hey, na ndio maana mumiga. Mapenzi sio sherehe. Nimekosa. Nomba weke chakula kwa meza zote ture. Tufute kosana ndo mara maumivu ya mapenzi sio sherehe. Nimekosa. Omba weke chakula kwa meza zote ture. Tufute kosa kama unamwkurudi rudi. Haya, mara baada ya hapo mzee wa hisia mwenye hisia zake, je, aliweza kuwateka majaji kwenye hisia? Nakotaka kulia. Okay, kwangu mimi mwonekano sio mbaya. Uh, kwa sababu ni ujumbe, mwenyewe, ujumbe unaelezeka. Yani ni nyimbo yako mwenyewe ujumbe unaelezeka, mimi nimeuelewa. Asante sana kwa kushiriki, subiri matokeo. Asante sana nashukuru sana jiso jiso labu labu, mzee wa Isia. Aha. kweli mwanangu, mzee wa Isia kwa sababu hata madam Ray hapa alikuwa anapata hisia <laughs> yeah, of course, wakati unaimba au sio? Nafanya vile ambavyo hisia zinavyonituma kufanya. Haina noma, sawa. Tusibishane mwanangu, sema sauti unayo asante sana. Halafu confidence unayo kutosha nimependa hicho kitu. Asante, lakini wimbo uliochagua umekuangusha ingawa ni wimbo wako, wimbo umekuangusha. Kuna wakati unatoka kwenye kodi kwenye kii kuna kitu kinaitwa ki kwenye mziki, yes. kuna wakati unatoka. Ni hivyo tu mwanangu. Haya, kuna mshiriki huyu hapa anaitwa Stanley. Kapanda kwenye stage kamwambia majaji anaimba Bongo Flava na majaji akamwambia kwa babane usituangushe haya tuimbie Bongo Flava. Akaimba wimbo wa Diamond nenda kamwambie hebu tazama na kama mapenzi bado aha, mwambie tayongeza mi, nenda kamwambie, aha, jinsi ninavyompenda mi, na kama mapenzi bado aha, mwambie tayongeza mi, ongea munu nyota namba ya mwezi viwe maleke, yeye, ila tatizo nina na shida, siwezi mangefanya nielewe ona

Uh -huh. Kamwambie kamwambie kamwambie sula yake utaratibu mwenye macho yaibu kumsahau najaribu ila namkumbuka sana uh, umbo lake mahabibu kwenye malazi alonitibu kumsahau. Mara baada ya kamwambia Diamond Platnumz, kilichofuata majaji wanasemaje? Labda siwezi kutoa komenti kubwa, kwa sababu wa uimbi na vyombo unaimba mwenye peke yako. Unajua, ukijiimbia peke yako, kwa mimi navyojua, hata kama akiwa mwanamuziki wa aina gani, hawezi kukaa kwenye ki una mama yeah. Yani, lakini asante kwa kushiriki mziki wa oh, yeah. Oh, mwisho mwanangu alinishtua mzigo wa mwisho ni kitu alikuwa anasema mwanangu, huyu hapa anatoboa, lakini maanguko yako sasa ndio umeniamsha hapo. Ulipomalizia tu mwanangu, sema voko unayo yeah. Voko unayo kaka, nisikufiche au sio? Yeah. Asante kwa kushiriki pia, endelea kupambana mwanangu. Hi. Hi to. Mambo poa, mpendeza. Thank you na awe ili kuja zamu ya mzee madramu, mzee wa kupiga madramu. Hebu tazama alichokifanya huyu bwana akapiga madramu hapo. Baada ya hapo majaji wakasemaje?

ya tatu ilikuwa Zuku.

K nyimbo yote aiza ya kofi au ya nyimbo yote ile alimwekea sabini sabini hivyo, apige afate hiyo nyimbo, hata selfie yote, eh, yote ile mwekee ah Bosa nova inawasumbua Musa. Naam, nimekusikia nimekusikia, nakupa nakupa na ajila sema, tu jitahidi sana kwenye roli hiyo, ndio unaweza ukafeli huko, bado una roli nje kidogo, kuna sehemu nyingine unapatia, sehemu nyingine unatoka, lakini kwa sababu kategori yako ni uko peke yako Like, nice. See, kama uko peke yako bwana unaweza kufika mbali ukachukua hata sijui sitaki, sitaki kusema mimi. Naam. Okay. Musa. Bwana makofi mengi sana umewapanga nini wanao? <laughs> Eh? Mi nimegundua vitu viwili tu ambavyo unatakiwa kurudi na kuvifanyia kazi kwanza mguu wako mguu e, wako ambao unakanyaga kiki kidogo kiki inaenda inatoka out of timing, ukifuatilia vizuri kabisa. Lakini pia pamoja na loring zako zinakuwa zina utulivu e, muziki una matambushi yake. Kwa hiyo hizo loring zako jaribu kuziweka kwenye utulivu e, unapofungua na kufunga. Asante ndugu yangu, endelea. Yani unafanya... E bana, Mbinga Talent Search pia inaendelea siku ya jumapili hii, na kuna watu kwa danger zone. Je, watatoka watang'angana pale, pale ama itakuaje? Sasa karibu sana on Pacific Park ili ujione Mbinga Talent Search inavyowasha moto ndani ya Mbinga mjini. Mimi hapa naitwa Grayson Kapinga ni Tekrasi Kijongo Root Boy potential mtu wa mtumba. Tukutane next time, lakini usisahau kusubscribe na kushare. Hapa ndipo ambapo matukio ya Mbinga Talent Search yanatokea.